Wow, wow. Mimi nataka kuzungumza namna hii, Raila Amolo Odinga, nataka kutuma uende uongelee, ukikutana na Kibaki. Raila Amolo Odinga, ukikutana na Kibaki, mwambie Ruto aliua Rex Masai. Raila Odinga, ukikutana na Jomo Kenyatta, mwambie Kenyatta, vile ulikuwa unapigania mambo ya education, ulikuwa unapigania na mambo ya maji, ulikuwa unapigania mambo na shelter, ambia Jomo Kenyatta kwamba Ruto anajenga affordable housing na anajigawia na agawii wananchi. Raila Amolo Odinga. Odinga. Ukifika huko heaven na ukutana na Kibaki. Mimi nataka kuambia Raila Amolo Odinga namna hii. Ukikutana na Kibaki, ambia Kibaki, Ruto saa hii anapanga kuua wa Kikuyu. Ukikutana huko na Kibaki, Raila Amolo Odinga, ambia Kibaki, the journey that you started for free primary education, Ruto is killing it ame reduce capitation in education ameitoa 22,000 ameiweka tu 16,000. Wana Githurai oye! Wewe wa Raila Amolo Odinga, kama utafika huko heaven ama ufike huko teanam, mimi nataka kuambia Raila Amolo Odinga: gotea Abrahamu, gotea Tom Mboya, gotea Jomo Kenyatta, gotea Mwai Kibaki, gotea J dame, Matido Matiba, dame, the journey that you started started mm. has been started to be killed by William Samoe Ruto. Sisi tunasema namna hii. Sisi nataka kusema namna hii. Na najuu sisi hatubabaiki, sisi hatutishiki, sisi tulisema Raila wakati ulienda mahandshake, mimi najua Raila gadi hujekuvagadi akahataki Yeah. Raila umekufa handshake yes. Mingi zenye umefanya hii Kenya yeah. na journey of handshake imeisha lini? Leo mm hakuna -hmm. mtu mwingine atakayefanya handshake Kenya. mm -hmm. mm -hmm. Sasa 2027 Ruto, tukikushinda tuki yeah. tukikutuma nyumbani one time. hakuna handshake mm -hmm. wenyenye unaenda kufanya na Stephen Kalonzo Musyoka ama Rigathi Gachagua mm -hmm. daa kuambia namna hii, Raila, pumuzika kwa amani yeah. Mi sisi tuli, wajaliwa walikupenda sana lakini mwana shetani amekuita sana. Sasa nataka kuambia wewe Raila Amolo Odinga, sisi tunakuambia namna hii: Mtu mwenye anaitwa Peter Kaluma umekuwa ukishinda ukisifu baba, umeshinda ukiwa unatusi Raila wa Kikuyu. Gaucho. Gaucho kwanza, gaucho. Smell the soup and I want to warn you gaucho. Mtu mwenye Ruto anaua wa pili ni wewe sasa nataka kuambia gaucho yeah, wewe hukuenda shule yeah, wewe hujui kuandika china yeah, wewe hakuna hata kuongea kizungu hujui yeah. Sasa nataka kuambia gaucho yeah, kama kijaluo leo imekufa utakuwa unaongelea nani kijaluo yeah? Tafadhali. Tafadhali. Tafadhali. Sasa nataka kuambia wajaluo tafadhali, tafadhali, Wajaluo, it's a high time sasa mu unite na mutengeneze chama moja ambayo itakuwa inaongozwa na babu Owino sisi Nalia, kama Wakikuyu, Waluya, Wakamba <laughs> tuko nyuma ya kijana anaitwa Babu Owino. Oh, yeah. na Babu Owino jua yeye ana bilivu kwa wantam, apo ndio tu tuku si hata Raila akufe ni wantam, si hata babu Owino aongoze ODM sibado ni wantam. Mimi nataka kuongelesha watu wa wantam namna hii, mimi muungane, mutume condolence pale kwa Raila juu hakuna mtu anaombanga kifo, kifo ni ya kila mmoja hapo ndio njia tunaelekea. Raila amefikisha miaka 80, hiyo miaka 80 amefikisha ni miaka yenye sisi maybe wengi wetu hatutafikisha, lakini tunataka kuambia Raila Amolo Odinga namna hii, you fought the journey. We do believe you in democracy, devolution, multipartism. Sasa ndio maana mimi nakutuma ukifika huko, ukienda huko huko heaven, ambia Matiba Ruto ameshukisha bei ya majani Ukienda huko binguni ambia Ruto kwamba zile barabara Kibaki alikuwa ameanzisha, zile barabara zenye maendeleo yazifanya. Ukifika huko heaven ukikutana na John Pombe Magufuli, Raila Amolo Odinga, ukikutana na John Pombe Magufuli ambia John Pombe Magufuli I wish I knew. Ningesikiza ile mambo ulikuwa umeniambia ya kupigania nini raia Yeah. Raila tunakupenda, lakini tunaona ni sijui ni shetani amekupenda ama Mungu amekupenda zaidi. Sasa sisi sisi tunasema safiri salama, safiri salama. Raila Amolo Odinga tunaomboleza, yes, na tunalia mboloza na sisi, mimi kama Jonte Mluya, yeah, juu sisi huwa tunalipwa kulia. Sasa Raila Amolo Odinga, kama kuna watu watakoseka wakulia, mii sina kazi tafadhali uniandike, mama mama Ida, naomba kazi ya kulia kwa matanga, nikuje nilie, munilipe. Kama Mungu amekupenda amekuchukua, Raila, sisi ni nani tukukatalie? Sisi tunakuachilia kwa mikono ngapi? Miwili. Na ndio maana nasema safiri sana Raila. Raila lakini, kwa hiyo mambo yote wananchi tunasema ni one time. Oh, oh, anataka kuseme, museme one time na nguvu oh, ataka museme one time na nguvu, arambe arambe. Hata Raila kuva sibado ni one time, hata tuone tumuzike sibado ni one time. Kasonga aende asiende, Kasonga Kenya. Hey! Tuliomba Raila aishi, uchukue Ruto. Mungu tafadhali umesahau mmoja. Hey! Na Mungu tunakuomba usikae sana. Hey! Mungu tembea Kenya tena. Hey! Tembea Kenya. Tembea Kasongo. Tembea Kasongo, tembelea Kasongo Mungu. Manake Mungu tumechoka na Kasongo. Aende. Kuliko ukachukua Raila, ungetembelea Kasongo. Na Kasongo tumesema namna hii. If you cannot change your ways,

Hatutababaika, hatutatishwa. Vita za Kenya zimeanza lini? Leo na Raila anataka kuambia na maai mahali huko kama hospitali za Kenya zingekuwa ziko na nguvu, kama hospitali za Kenya zingekuwa na madawa, kama hospitali za Kenya zingekuwa na good doctors, Raila ungekuwa tunachanga tuna tulipe ndege hutoke huko America ukuja yeah. hapa yeah. Kenya It's so painful mm. that the Kenyans wana yeah. yeah. after independence wakenya wanasafiri India wanakufia India wanaletwa hapa Kenya. Raila na William Samoei want yeah. to tell you this please, William Samoei Ruto Raila be the last person kukufia ngambo kama saa hii tuko na mahospitali hapa Kenya. tengenezeni hospitali hapa Kenya ndio Wakenya wetu hata wakikufa wakitaka kutibiwa watibiwa hapa Kenya, si Raila asafiri kutoka Kenya achukue ndege na ushuru ya Kenya. Sasa saa hii Ruto najua unatengeneza bajeti ya kusafirisha maiti kutoka India mpaka hapa Kenya yeah. Na ya still there are hospitals in Kenya <muchilipa> are people, are doctors, are people doctors, that can treat Kenyans yeah. Hapa Kenya hapa, mbona madaktari wa Kenya wamesoma sana mm. <muchilipa> lakini nyinyi, Raila anasafiri kutoka Kenya aenda atibiwe India. Ruto ulituambia mambo na sha ainafanya kazi, kama sha ingekuwa inafanya kazi Raila kukufia India. Kama sha ingekuwa inafanya kazi, Raila ungeenda India utibiwe, lakini hata sha isifanye isifanye, simbambo ni wanta ama Raila asafirishwe kutoka India akuje Kenya, simambo ni wanta. Na ndio maana tunasema vijana, mshike kura na sisi tunataka tushike kura tupeleke kasongo nyumbani Hakuna escape route ya Kasongo hapa si ndio? na sisi tunawakaribisha kwa Bunge la Mwananchi Githurai, tuna holding pale jioni kila siku. Na ndio maana nasema Raila asafiri sala, kuna mtu wa tutam hapa, tunasema nataka mseme wanta, wanta. Mruto kama anapanga matanga ya Raila asikie ara Wewe mwuwaji, wewe mtapeli, wewe mwizi. Nataka kuambia Kasongo namna hii, the time of freedom and democracy has come. Mtu mwenye alikuwa nakulia mahandshake, ati nyinyi munaandamana, yeye anafika pale, amewabebesha sufuria, anaenda anafanya handshake. Hakuna kubeba sufuria Kenya tena. Raila amekufa na masufuria zake. Kenya saa hii ni wamama wafurahi, wamama washangilie, manake sufuria za Kenya hazitaifalishwa kwa kichwa tena. Raila amekufa na sufuria, arambe arambe, aende asiende ajakufa. Amekufa. Ndivyo malizie io tunaona.